Mheshimiwa Rais, nizungumze ni eh, kama waziri kwa maana tamko langu la leo ndio ndio tamko la nchi nzima ndio ndio. Kwa hiyo ni kushukuru kwa kuniunganisha na madiwani wa Arusha ndio ndio, na nitakachokiongea leo ndio ndio, maana yake nazungumza na madiwani kote nchini. Sawa kabisa, eh, kwa hiyo ni kupongeze sana kwanza ndio ndio kwa kuifanya baraza la madiwani la Arusha ndio ndio kuwa ni kituo cha sasa cha, cha, cha, cha, cha, cha kutoa maelekezo kwa madiwani kote nchini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri eh, ni, nianze kwa kusema ndio, Mheshimiwa Waziri, mafanikio ya serikali ya awamu ya sita ndio ndio imetekelezwa vyema ndio ndio chini ya mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa. sawa kabisa hii maana yake msingi wa kazi kubwa ndio ya nguvu na jasho, ufundi na ustadi, ndio ambao umefanywa na madiwani kote nchi nzima, ndio wakizisimamia halmashauri zetu kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza ndio ma mameya wote nchini ndio pamoja na meya wetu wa Arusha. Sawa kabisa. kazi yao Ndiyo. Imeandikwa. Sawa kabisa. Katika, katika kitabu cha dhahabu kwa sababu wameitumikia nchi hii, wamewatumikia Watanzania wanyonge. Sawa kabisa. Na ndio sababu nasema Ndio. mafanikio tunayoandika leo Ndiyo. ya serikali ya awamu ya sita Mm hasa katika utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na mamlaka za serikali za mitaa ni mafanikio ya pamoja. Kabisa. baina ya serikali kuu na mamlaka za serikali za Kabisa. zikisimamiwa na madiwani kote nchini. Sawa. ninawapongeza Kodi na, na ninatamani sana mm, tuwaone kesho wakati mweshimuwa raisi anaendeleza awamu yake ya pili, mm. ambayo ndio itakuwa awamu ya mwisho ya uongozi wake katika serikali hii ya awamu ya sita. Sawa kabisa. Eh, hakuna neno lingine zuri naweza kusema mm. ni lazima tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya Watanzania. Sawa kabisa.